cha Katuka wilayani Kalambo, wafugaji hawa wanaomba serikali kuitupia macho ugonjwa wa kuoza kwa kwato kwa ng'ombe wao. Ugonjwa wa kwato za ng'ombe pia umekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa hivyo niweze kuiomba pia serikali kupitia programu zake waweze kufanya utafiti, pia waendelee kufanya utafiti ili kama inawezekana hawa watu waweze kupata tena huduma kwa huo kwa ugonjwa wa kwato. Maombi ya wafugaji yanafika kwa mkuu wa wilaya Kalambo, ya Kalambo Kilian Komba, ambaye anaeleza kuwa licha ya serikali kutoa bure chanjo hiyo ya mifugo, lakini pia milango iko wazi kwa wafugaji hao kuziona taasisi za kifedha kuomba mikopo kwa wafugaji hao ili kuweza kubo kuboresha ufugaji wao na kuwa kisasa zaidi. Kipindi hiki tuna mabenki na mabenki haya siku hizi yameacha na kushughulika na sekta chache chache, sasa yameongeza wigo, yanashughulika na wakulima wa mahindi unafahamu, wanapata mikopo. Wakulima wa alizeti wanapata mikopo. Wenzetu wanaovua kule wanapata mikopo. Na mwaka huu Mheshimiwa Rais alitoa pia mikopo ya maboti, nadhani mnakumbuka. Lakini uko utaratibu wa kibenki kwa wale wenzetu wanaofuga na kunenepesha mifugo yao, hao wanakopesheka benki. Kwa mujibu wa ofisi ya mifugo ya halmashauri ya wilaya hiyo, wilaya ya Kalambo ina zaidi ya ng'ombe laki moja na elfu hamsini na tano wanaofugwa kwenye maeneo mbalimbali katika wilaya hiyo. Sami Kisika, Azam News, Rukwa. <mulia>